Jina naitwa Beatrice Singano ni mkurugenzi wa mawasiliano na udhibiti wa Airtel. Leo kwa namna ya pekee kabisa tunawasii wateja wetu wakatae kutapeliwa, na sisi tunachosisitiza ni kwamba usitoe taarifa zako kwa mtu yoyote, uh, usiye mjua na hata wale unaowajua kwa sababu taarifa zako zinaweza kutumika vibaya bila kujua. Tunachokiomba ni kwamba tuzingatie kwamba Airtel ikitaka kuwasiliana na wateja wetu itakupigia kupitia namba 100 tu hatuna namba nyingine ya kuwasiliana na wateja wetu isipokuwa namba mia moja. Hilo ni moja la pili, ni pale unapoibiwa simu yako, tunaomba uhakikishe unatoa taarifa kituo cha polisi. Lakini vile vile kwa wale wanaokutapeli zile namba, basi utaweza kuziripoti kwa kuzituma kwenye eh, namba ya ujumbe mfupi 15040 15040. Uh, hilo ni jambo jingine, lakini napenda pia kusisitiza sana kwamba tusiache kuangalia namba ambazo zimesajiliwa kupitia vitambulisho vyetu vya NIDA au namba zetu za NIDA, na kwa kuangalia, utapiga nyota 106 alama ya reli alafu utaweka namba zako za NIDA basi utaweza kupata uh, zile taarifa zote ambazo ziko kwenye ile namba yako ya NIDA. Na tunaomba sana pale ambapo utakuta kuna namba usizozifahamu, basi uwasiliane na watoa huduma wetu ili uweze kuzifuta kwa sababu uh, zinaweza kutumika vibaya, na mwisho wa siku ikaonekana kwamba wewe ndio unayetumia namba hizo. Kuna wenzetu wa, wa, wachache wa Tanzania ambao wameamua kufanya hizi shughuli za kitapeli, kwa hiyo tunachokiomba sana kwa wateja wetu tuwe waangalifu. Airtel haita kupigia kupitia namba nyingine yoyote isipokuwa 100 lakini tuhakikishe kila mara tunaangalia vitambulisho ambavyo vimesajili namba, kama kitambulisho hicho kimesajili namba zingine, na pale unapokuta namba zingine zimesajiliwa kwa kitambulisho chako, basi fika kwa mtoa huduma ili uweze kuzifuta zile namba na ili zisiweze kutumika vibaya.